Hebu tumwangalie huyu mmoja hapa, alipokuwa yupo Hijja, kituko ambacho alikifanya. Hebu tumwangalie huyu bwana, alafu tutaendelea. Hebu tumwangalie huyu ndugu yetu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aina hii ya ibada ya hija kwa sasa hivi haijafanywa na huyu bwana peke yake. Hata hapa Tanzania tunao wale wengine juzi wameenda kule. Mtu anafunga safari kutoka hapa, ibada ambayo ni ndoto kwa baadhi ya Waislamu wa kutekeleza ni nadra, ni mara moja mtu akibahatika basi ndo kaenda, lakini mtu anatoka hapa sijui kaenda yeye au kalipiwa, kalipiwa na kalipiwa nauli aende, anafika pale kwenye Kaaba anasema Yarabi, wazuie watu fulani wasipate hela, Yarabi fanya hivi. Nafikiri ile clip mmeziona mbalimbali mbali. Sasa hichi ambacho kinafanyika sio sio ibada, hii ni ziara tu watu wamefanya. Unajua maana halisi ya hija ni mtu kufanya ziara kwenda kutembelea vitu vile vitukufu, vitu ambavyo Allah amevi mention na utukufu wa ile eneo, kwenda kuvitembelea kuviona, kuona vitu pale, ndo ndo hija yenyewe, lakini ndani yake kafungamana na ibada kama vile swala, kwa sababu kuswali pale kuna ubora kuliko sehemu zingine. Lazima kila ibada ifanyike kwa ikhlasi, kwa taqwa, kwa kumcha Allah, kumuogopa Allah. Lakini ibada ikifanyika kwa ria ya kuji show off, hii sio ibada. Huyu mtu anaesabiki akaenda kufanya ziara hasa kama uu anakaa anasema e, Mwenyezi Mungu nipe bilioni mia tano dola nipe bilioni mia tano dola. Yani mtu enda kufanya komedi pale jamani, seriously. Yani sisi huku tunaona ni ndoto, mtu akipata nafasi ya kwenda kwenye hiyo kwenye video yake, wakawa wanamtania anamwambia, umesema bilioni mia tano dollars, hujasema ujasema ni ya wapi? Akikupa ya Zimbabwe? <laughs> Maana Zimbabwe wana noti yao moja kubwa, hiyo ni dola bilioni mia tano kijabongo, hapa apa elfu tano anunua maji. <laughs> Sasa of course tusicheke. Tusicheke eh, kitu ambacho kinaendelea pale. Wallahi, bwana, saizi ibada ya Hijja inachezewa sana. Inachezewa mno. Leo watu wanafanya kwa ajili ya kujionyesha. Watu hawafanyi kwa ajili ya kutaka radhi za Allah na malipo ya Allah. Wengi katika watu, siwezi kusema wote. Wengi katika watu hawafanyi ile ibada kwa takwa. Wanafanya ile ibada kwa ria ili waonekane wameenda. Ili aitwe Alhaji, ili afanye, na kadhalika ili na kadhalika. Tumche Allah. Umejaliwa kufika pale kwenda kufanya ibada, nenda kafanye ibada kwa ikhlasi, kwa kumcha Allah. So lazima uonekane? So lazima upige mapicha? So lazima ufanye nini? Allah ashakuona shekhe, Allah ashakuona umeenda ni ukosefu wa imani ndio unapelekea watu, mara kapiga picha, amekaa kashika Kaaba, si ukafanya hivi, ala. Mwingine sio, anarekodi video, anafanya nini? Sio katika desturi ya Mtume swalla wala maswahaba kufanya ile ibada kwa ria. Nenda kafanye ile ibada kwa kumtawakali Allah, kwa kumcha Allah, tuache kujionyesha, shekhi. Ukifanya kwa kujionyesha, utakuwa hujafanya ile ibada utakuwa umefanya ziara ya kutembelea yale maeneo, lakini ukiifanya kwa ikhlasi, basi utakuwa umefanya ibada ya hija na Allah atakulipa ujira wako.